Jeshi la polisi lingependa kuwapa taarifa ya hali ya usalama nchini kwa kipindi cha masaa sita tangu tulipowapa taarifa ya awali majira ya saa sita mchana leo tarehe 9 mwezi wa 12, 2025. Hali ya usalama nchini ni shwari na vyombo vya ulinzi na usalama vimeendelea kuimarisha usalama wa taifa letu maisha na mali za wananchi. Hadi muda huu wa jioni, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, ningependa kuhakikishia kuwa kuanzia majira haya ya jioni, vitaimarisha zaidi ulinzi na usalama tunapoelekea usiku, ili kuzuia na kudhibiti vitendo vyovyote vinavyoweza kuwa ni tishio kiusalama. Aidha, jeshi la polisi, ningependa kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuzingatia kanuni za kiusalama na kuendelea kutii sheria, kwani kila mmoja anahitaji kuwa salama wakati wote.